mimi ni mjakazi wa Bwana, kwa hiyo sina cha kuweza kusema, sasa kukataa kuanza kubisha sana. Mimi ni mjakazi wa Bwana, nitendewe au na iwe kwangu kama ulivyosema, kama tulivyosikia katika Injili ya leo, na tendezi inachukuliwa katika Injili ya Luka sura ya kwanza aya 38. Anaanza safari rasmi, anajiweka rasmi wakfu kwa Mungu, anakuwa sasa ni chombo hiki ambacho Mungu amekiandaa kubeba ukombozi. Na ndio maana katika safari hiyo anakuwa tabenakulo la kwanza kumbeba Yesu Kristo na anaendelea naye, anamzaa Kristo mkombozi wetu, yuko naye, amekuwa mfuasi mzuri amejiweka watu, ameacha yote ya ulimwengu, ameacha ya kusema mimi ni mchumba kwa Yusufu, mimi sioa. Hapana, mimi ni mjakazi wa Bwana. Na kwa sababu hiyo ametolea maisha yake kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya huduma ya Mungu. Yeye amejaa neema na sisi hatujajaa neema katika safari yetu ya wito wetu ambao ni una thamani sana, maisha ni mwetu, hatujajaa neema, tunajikabidhi kila siku, lakini tumewekwa wakfu. Tunapowekwa wakfu, maana yake tutumike kwa ajili ya Mungu na huduma yake tu, na tumewekwa wakfu kutoka mwanzo. Na tunaposoma katika kitabu cha nabii Yeremia, nasema kabla hujaumbwa nalikujua, kabla hujazaliwa nalikutakasa na kukuweka uwe nabii wa mataifa. Hii ni kutoka katika kitabu cha nabii Yeremia sura ya kwanza aya ya tano. Na kwa sababu hiyo wito huo unatoka kwa Mungu, wito huo ni Mungu mwenyewe anatujua tulivyo, na ndio maana anatuita ana na udhaifu wetu tulio na, anatuita na udhaifu wetu, na anatuahidi kutuwezesha kazi yetu ni kujikabidhi kwake bila kujibakiza, katika mahangaiko yetu, katika shida zetu, katika magumu, katika yote, yeye atatuvusha, atakuwa naa na sisi. Maisha yetu yanaanza na ubatizo, safari yetu ya kujiweka, wakati tunaanza na ubatizo, tunapo mkana shetani, tunapoahidi hiyo, tunaelekea katika utakatifu na tunakuwa Wakristo lakini tunaendelea vile vile kuhuisha safari yetu hiyo katika sala zetu, tunaendelea kuhuisha safari yetu hiyo katika misa takatifu, na tunaendelea hivyo vile vile katika kitubio, kila wakati kufanya toba kwa Mungu kwamba tumekosa na tunawekwa wakfu. Yesu mwenyewe alipokuwa anatuombea, ukisoma Injili ya Yohane sura ya kumi na saba aya kumi na saba Watakase kwa ilo ile kweli, kweli yenyewe ni neno lako. Hiyo ni Injili ya Yohane sura 17 aya ya 17. Tunaweka wakfu kwa mtima, lakini tunaendelea tena, tunayeweka wakfu katika maisha ya utawa, tuweze kuishi kwa kumfuata Yesu Kristo alivyoishi yeye. Kwa kuishi mashauri ya injili kama yeye mwenyewe alivyoishi fukara, safi kamili na vile vile utii. Na ndio maana tunapojiweka wakfu lazima tutambue tutambue hayo yote na tuweze kumwangalia mama Bikira Maria, vile vile tumwangalia Yesu Kristo mwana wa mama huyu Bikira Maria. Tunapojiweka wakfu tunajiweka wakfu katika sala, yule ambaye amewekwa wakfu Me mtu wa sana unapokuwa mtawa lazima kuwe mtu wa sana, upate nguvu katika hilo, na mama Bikira Maria anakuwa mfano mkubwa katika sala za kila siku alipojiweka wapi? Na kwanza tunamuona alipokuwa na mitume wale kumi na moja baada ya kuwagwa na Yesu kule katika mlima wa Mizeituni, akapaa mbinguni, walirudi Yerusalemu wakakaa katika chumba wakisali wakisubiri ujio wa Roho Mtakatifu tunasoma katika kitabu cha matendo ya mitume sura ya kwanza aya ya kumi na mbili mpaka kumi na nne walikaa pale na mama Bikira Maria pamoja na mitume wakisali mfano wake lakini vile vile tunaona akiwa ni mtu wa sala katika wimbo wake yeye mwenyewe ambao tunasema ni wimbo wa Magnificat moyo wangu wamtukuza Bwana. Ukisoma katika Injili ya Luka sura ya kwanza aya arobaini na sita mpaka hamsini na tano tunaona vile vile sala yake kubwa kule harusini Kana anapomwendea Yesu, hawana divai, anamuomba hawana divai kisoma Injili ya Yohane sura ya pili na kuendelea huko. Lakini vile vile tunamuona mama Bikira Maria akiwa na Yesu katika safari yake yote, kutoka amebeba msalaba mpaka Gori, vyote yuko chini ya msalaba, akitafakari katika Injili ya Yohane sura ya kumi na tisa haya ishirini na sita na kuendelea. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa yule aliyejiweka wakfu, sala ni muhimu sana. Sala inampa nguvu. Sala ndiyo njia pekee ya kuongea na mwenyewe na katika sala hizo, na pamoja na kusoma neno la Mungu kulitafakari. Na kwa sababu hiyo, mtawa huyu hawezi akakaa peke yake, anakaa katika jumuiya katika hiyo kuna sala za pamoja, na wakati mwingine hata tunapo kula chakula pamoja nienee, ni, ni sehemu ya, ya, ya kazi hiyo ya jumuiya ndogo ndogo hiyo. Kitu kidogo, lakini ni muhimu sana katika maisha sala. Sala za asubuhi, misa takatifu, sala za mchana, sala za jioni, sala binafsi, tafakari ya kina ya mtu binafsi ni muhimu sana kwa sababu hiyo, ninapojiweka wakfu kwa Mwenyezi Mungu, lakini vile vile najiweka wakfu katika sasa